Hitilafu kubwa ya umeme ambayo imezikumba Ureno na Hispania na kuathiri miji mikuu yake ya Madrid na Lisbon na kusababisha madhara makubwa ikiwemo shughuli muhimu kusimama kwa muda mrefu, imeripotiwa, umeme umerejea katika hali yake ya kawaida katika nchi hizo za bara la Ulaya. Chini Hispania, shirika la kusambaza umeme la Red Electrical limesema kupitia taarifa yake ya kwamba mpaka kufikia asubuhi ya jana umeme umerejea kwa asilimia 99, ambapo inaelezwa shughuli za ukarabati gridi ya taifa zimefanyika usiku kucha na kufanikisha kurejesha umeme katika mji mkuu wa Madridi ambapo kwa asilimia kubwa raia wake walilala gizani. Aidha, waziri mkuu wa Ureno Luis Montenegro amesema kwamba walitarajia mamlaka kurejesha umeme mpaka kufikia usiku wa jana, walitegemea umeme kurejea katika mji wa Lisbon, ambapo shughuli mbali mbalimbali katika nchi hizo zimeanza kurejea katika hali ya kawaida huku shule na ofisi zikifunguliwa taa za barabarani zimeanza kufanya kazi kama kawaida, huku sababu za kukatika kwa umeme zikiwa bado hazijawekwa hadharani mpaka sasa. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amesema kwamba vipaumbele vya serikali vilikuwa viwili, kurejesha mfumo wa umeme wa Hispania na kutafuta sababu za kukatika kwa umeme ili tukio kama hilo lisitokee tena, bali kutaja chanzo Waziri Mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez, amesema kwamba vipaumbele vya serikali vilikuwa viwili: kurejesha mfumo wa umeme wa Hispania na kutafuta sababu za kukatika kwa umeme ili tukio kama hilo lisitokee tena, bila kutaja chanzo halisi cha kukatika kwa umeme. Grafu kwenye, tof kwenye tovuti ya mtandao wa umeme wa Hispania ilionyesha mahitaji nchini kote ilionyesha kushuka kwa kiasi kikubwa karibu saa 12 na robo jioni toka megawati 27500 hadi karibu megawati 15000, ambapo kufikia saa moja asubuhi Jumanne nchini Hispania, ambapo shirika la umeme la Red Electrical lilisema gridi ya taifa ilikuwa ikizalisha megawati 21665 na kuongeza kuwa Asilimia 99.5 ya uwezo umerejeshwa. Hii ni Erasmi TV.